aliye mdhamini wetu pamoja na e, mheshimiwa alikupatia jezi ili kuonyesha jinsi gani wamemsapoti Samatta na kukubalia naye kwa ile aliyofanya. Nafikiri msingi mkubwa wa jambo hili si pesa kama watu wengine wanaweza kufikiri, ana pesa tu. Mi niamini tu e, kijana wangu Samatta alipokuwa akicheza timu za hapa Tanzania na alipokuwepo, ana uwezo wa kutoa hela yake tu ya mshahara wa mwezi mmoja akasaidia lolote wanasema kutoa ni moyo, si tajiri. Kwa hiyo yeye alichofurahi ni kuweza kila anachokipata, of course najua watakitoa, lakini pamoja na watu watakapoingia kutokana na lile ambalo ni plan inaleta faida kubwa, na kuweza kukutanisha wasanii. Watu wanafikiria wasanii labda ni watu wa muziki peke yake, au wasanii mada kama vile Joti walivyokuwa kwenye fani ya kuchekesha, lakini baadaye kwenye kutangaza mambo ya biashara lakili wasanii ni watu wote ambao wako kwenye jamii ya kuwafurahisha kuonekana kuwasaidia, yani kwa Watanzania au watu wote wa nchi yoyote. hichoua k ko Nasema nampongeza Samata na Alikiba kwa mawazo endelevu na kusema kwamba kuna watoto ambao wanataka wanasoma, wanataka kuchangia kwao kule, kuchangia ni kuweza kuwafaniisha watoto wetu wale elimu eh, eh, bora lakini siamini kwamba hicho kitakachochangiwa ndio kitakachotoa pesa kwa kuweza kuwafanyisha watoto wetu wawe na elimu bora, lakini hiyo ni message kwamba jamani, sisi tunaanzisha hivi na watu wengine wafanya biashara au watu wengine wakiipokea, basi nafikiri lile tunalokusudia tunaokusudia litafanikiwa kwao. Wametayarisha mechi ambayo utawakutanisha wasanii atukutanisha minajilio ambao samataakua mchezaji wangu ne timu la Simba kwenye timu za vijana na mpaka ametoka, ameenda huko, discipline yake ambayo nilikuwa nikimwambia imejenga, na sasa hivi Samatta anakuwa mchezaji bora ambaye mimi kama Julio kwa upande mmoja au mwingine, japo sipendi kujikweza, lakini nasema nafurahika, nafarijika kuona Samatta alipita kwenye mikono yangu, lakini yuko vizuri na anatuwakilisha Watanzania. kwa tunafurahi vile vile kuona kama kina Msuva, kwa sababu kesho atakuwepo. kuna wachezaji wengine ambao kina Farid Musa na hata kuwepo wote ma professional kwa hiyo kusema kweli ni jambo kubwa na zuri ambalo Samatta amefanya. Kwa hiyo ni waombe wafanyabiashara, serikali ya Zuo kukumbuka kwamba kama kuna watu wenye wa IQ kubwa mali, kama hii wanaweza kufikia kutoka maiti basi tuna support ili tuweze kufikisha Tanzania yetu ya mafanikio. Mimi nisema tuna mambo mengi ambayo nikiweza kuyaongelea tu leo kama na siasa. Ukinipa nafasi kwenye kipindi kama hichi inaweza ikawa tatizo. Maana siwezi kumaliza sasa hivi. Na watu tuna mambo mengi ya kufanya. Lakini tutapata wakati mwingine tuta kuzungumzia hayo masuala. Lakini niseme tu kuna changamoto nyingi sana za mipira yetu ya Tanzania. Na bahati mbaya, Julio, unapokuwa mkweli watu wa mara nyingi wanachukia. Mnaweza kuona tu kwa mfano wa karibu. Na napenda ni hit kama Nyerere alivyokuwa hit. Ili watu wakasirike, lakini wafanye bwema. Tuchukulie klabu yangu Simba. Klabu bingwa Tanzania sasa. Lakini angalia tena tunacheza na timu inayotoka kwa Mbange tunapata nao pacha. Ili ni kuonyesha kwamba ligi ya kwetu bado haina ubora sana. That's why tunakuwa namna hii. Usifiche moto wakati moshi unaonekana. Nili expect Simba kwa ok, japo hayupo hivi. Kweli Simba ni ok tu? nagopo na, hapana. Simba ni timu ya watu 25. 5 Lakini leo tunapocheza kule tunafunga timu kama Yanga, timu kubwa. Hata kama wana matatizo kiasi gani, haiwezekani waende wakacheza na timu zile wakafunga. Mimi timu yangu hii ya Msamata ya leo, ambayo naifundisha na kesho tunacheza mechi tukutane na ile timu ya Alikiba nikichagua timu tucheze na zile timu za Kenya, hakuna hata mmoja atakayetufunga. Ili ni kuonyesha kwamba tuna ubora na tunajua kufanya hasa. Sitaki kwenda direct na kwenda indirect, watu lazima tujue kwa nini tunapata matatizo ya kuzifunga timu kama zile. Tusifurahie tu kuona timu zetu zinakuwa mabingwa, matokeo yake tunatwanga maji kwenye kinu. Inatuchukua muda mwingi sana kwenye timu zetu, hiyo timu ya taifa au vilabu kufikia kwenye vilele vya mafanikio kwamba kuweza kuona kwamba tunahitaji kwenda kucheza Afcon au Chan. Kila siku zimekuwa story tu na nyimbo. Hatuna nyimbo tofauti na nyimbo za Mwana Mila. Naimba nyimbo, nyimbo mwisho wake zitakufa rofa. Nafikia hapo Bwana Yesu alikuwa Yuda. Nyimbo hizo <laughs> <eto>, zibadiliki vijambo vingi. Tuna sasa hivi kwenye bila wa Tanzania tumebaki Afcon Chan, Afcon Chan, Afcon Chan. Lakini njia gani ya kufika kule? Hatujepa. Lazima tuende kwenye reality ili tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo sitaki kuupoteza muda nasema tena Mshukuru Samatta, mshukuru Joti, waandaaji wote, wadhamini kwa hichi kitu kizuri ambacho wamekifanya. Nasema huu utakuwa mwanzo. Nafikiri tutakuwa tunaendeleza kufanya mambo haya ili yaende vizuri. Kuna watu kama Clouds, mimi nawapongeza sana, walianzisha kitu kinaitwa Fiesta. Kuna kaka yangu anaitwa Rundenga alianzisha Mamis. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa mwaka kwa mwaka, mwaka kwa mwaka. Kwa hiyo tutaongea na Samatta na waandaaji wengine tuweze kufanya hichi kitu. Kwa sasa kiko kama zimamoto kinaanza taratibu. Lakini nafikiri baadaye kitakuwa kinaipa. Kitakuwa na jambo litakuwa zuri. Kwa hiyo niseme kutua hapa mara nyingine, namshukuru Samatta, thank you so much kwa kitu kizuri ulichofanya. Mungu akuongezee uwezo na siku nyingine na jingine kubwa sana.